Sasa katika habari za uendeshaji, tangia tuanze kama kama unavyojua wan, waandishi e, wa habari ni kwamba tarehe kumi na nne Juni tulianza uendeshaji wa elfu mbili na ishirini na nne. Kwa tulianza kwanza na uendeshaji wa kutoka Dar es Salaam kuja Morogoro, ilikuwa e, kama warm up eh? na tarehe 25 tukaanza Julai elfu mbili na ishirini na nne, almost kama baada ya mwezi mmoja, tukaanza e, uendeshaji wa kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma hapa tulipo. Na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alikuja tarehe moja Agosti 2024 20 20 kutufungulia kwa maana sa official tunaanza e, uendeshaji. Na, na, na, nataka kuwapa taarifa tu kwamba tangia tuanze tumekuwa na mafanikio makubwa sana e, mafanikio ya kwanza kabisa ni, ni, nia ya kwanza kwa treni kwa sababu ni treni ya abiria, kwa lazima tuzungumzie habari za abiria. Ukizungumza mpaka tarehe kumi na tisa ambapo Mheshimiwa Rais aliapishwa, tulikuwa tulishasafirisha abiria milioni mbili pointi moja na tulikuwa tumeshakusanya makusanyo pesa za Kitanzania bilioni hamsini na tisa. Kwa nini namba ni muhimu sana mkaielezea? Mkay, katika, katika kuhabarisha watanzania wakajua vizuri reli yetu ya zamani ukijumuisha na TAZARA sina ukakatukuwa unafikia hata nusu milioni. Yani, that, it, that, hiyo ndio magnitude yani, ndio ukubwa wa transformation ya kitu ambacho kimefanyika katika taifa letu ni beyond ambao sisi tulikuwa tunaona pengine viongozi wetu kwa maono yao walikishaona tayari kwamba, ukiangalia katika miezi hiyo, nazungumzia takriban miezi saba. Sasa na so, tulianza atukuanza tulipoanza, ilikuwa na treni moja tu inazunguka kutoka tu, kuanza kabisa rasmi na kuongeza treni. Mheshimiwa alipo tu alipo kuja kutufungulia rasmi, ndo tulianza kuongeza hata treni. Sasa tunaanza uendeshaji kwao, nazungumzia kuanzia mwezi wa nane mpaka mwezi wa pili na mwezi wa, wa tatu hapo mwanzoni tarehe siku kumi na tisa, ukizungumzia habari ya 2.1 million, ni transformation kubwa sana kwa Watanzania. Lakini natupa picha gani? Watanzania wanataka vitu vizuri, si ndio? hivyo wanapenda vitu vizuri, na na pengine e, inatuelezea vile, vile uzalendo wa nchi yetu kwamba watu wameona jambo limefanyika serikali awamu ya, ya sita imelikamilisha, na no umeliitikia kwa kwa ukubwa wake, na pengine kwa ukubwa pengine zaidi hata kuliko tulivyofikiria sisi watu wa leo. Kwa ni jambo zuri sana kwa kwa kwa TRC, lakini ni jambo zuri sana kwa, kwa kwa kwa nchi yetu, na ni jambo kubwa sana kwa mheshimiwa rais, katika mambo ambayo ni, ni yako significant kwa Tanzania hili ni mojawapo.